Ya polisi ipo hapo mbele bado e, mnyama anataka kuingia ndani lakini, getini, geti halijafunguliwa na polisi wakiwa wanaendelea kuwatuliza makomando wa pande zote mbili. Wapo makomando wa Simba, makomando wa Yanga. Wengine wanasema hakuna timu inayoingia, wengine wanataka timu iingie. Nje ya uwanja mambo ndo kama hivi ee, wanasema ndiyo utamu wa dabi ya Kariakoo, kila mmoja anatetea maslahi yake ee, kuona yanaenda vizuri. Toka zamani tumekuwa tukisimuliwa na kuona watu pembeni wapo wakiwa wanaendelea kuangalia na kushuhudia kile ambacho kinaendelea hapa moja tuone itakuwaje.